Wanafanya sherehe kubwa, labda za harusi, kwa hiyo watu wanachanga, tunasherekea, si ndio? Lakini sisi tumeona tusherekee miaka yetu hamsini kwa kutoa kwa watu wengine. Kwa hiyo hata kama tutachangisha hatutatumia wenyewe kile tutakachokipata, tutakitoa kwa watu wengine, na mfano mzuri ni huu ambao tunaofanya hapa leo. Lakini pia tunachangia katika utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka elfu mbili na kumi na nne sera iliyoboreshwa toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Ukiisoma sera hiyo, inayoisema ni kwamba imesisitiza mno matumizi ya TEHAMA katika kujifunza na katika kutoa mafunzo. Kwa hiyo mawasiliano haya ni muhimu katika kutoa hiyo elimu bora, na sasa tumekuja hapa katika shule hizi mbili kutoa vifaa hivyo kwa ajili ya kuboresha hilo, katika kutekeleza hilo. Ha, kwa kufuatana na sera yetu ya elimu na mafunzo yaliyoboreshwa, manake moja kwa moja tunaunga juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha elimu nchini Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana e, wenzetu wa Korea ambao nao wanatuwezesha katika kufanya hayo ili kuboresha ufundishaji wa kupitia njia ya TEHAMA. Sasa sisi tunaona ni faraja kubwa tuna kuwatizama mbele yetu kwamba mmefikiwa na na vifaa hivyo, mtaweza kutumia teknolojia hizo, na hiyo ni kwa wote walimu, lakini pia wanafunzi mtapata nafasi ya kujifunza na kujiimarisha. Tunategemea kutakuwa na mabadiliko makubwa, kutakuwa na uwezeshaji mkubwa wa ufundishaji kwa upande wa walimu, lakini uwezeshaji mkubwa wa kujifunza pia kwa upande wa wanafunzi, na kama mlivyosikia kuna baadhi ya walimu watapata fursa ya kwenda Korea ya Kusini kujifunza zaidi. Tunahakika baada ya kufanya hivyo, tutapata matokeo chanya kwa sababu tutakuwa na maabara, lakini ni maabara yenye vifaa, lakini pia tutakuwa na walimu ambao wamefundishwa matumizi ya maabara hiyo. Sio maabara imeanzishwa alafu ikafungwa, kwa sababu mwalimu afanye nini, mwalimu hayupo. Kwa hiyo mwalimu hayupo, tutegemee hiki kitu kisimame. Na naitwa Kakumbo. Na ni mwanafunzi kidato cha sita taasisi ya PCB. Kutokana na mradi ambao tumeupata hapa shuleni uh, kwa ajili maabara ya kompyuta katika shule yetu ya Magamba, mimi kama mwanafunzi ninaenda kunufaika na mradi huu, kwa sababu nina kujifunza mambo mbalimbali kuhusu uh, teknolojia ya mtandao ambayo inaitwa a o. Mradi huu ni mzuri na bora katika kujifunza na kuendeleza taifa lijao.